My guys leo waja tuzungumuze na tusaidiane kama Wakenya, kwa sababu hata tukinyamaza hakuna mwenye atakuja kutusemea, hata tukifanya aje hakuna mwenye atakuja kutusemea kama Wakenya. Siku ya leo, ningependa kuita tu wanaume wote, ukijua tu kama wewe ni ndume, kuja tu pande pandetu wange, kwa sababu kuna mambo mengine yanatusumbua vijua zetu kama wanaume maana unaweza fika mahali yani, kwanza sisi vijana wenye atucha wao, unakuta tu mtu bwana amempenda mtu, yani ile ile noma. Lakini unakuta tena tu yani, msiana wa mtu amependwa, lakini apendeki, amependwa lakini yani haoni kama amependwa. Kama vijana utafanya aje? umemaanisha tu ile yani, ile yenyewe yani, na mtu akopa chat break ya kitu inauma sana, inauma sana bwana, mambo ya kupigwa ma heartbreak tumechoka. Wewe umesiana kama kama kama unajua tu Mungu akukumba kwa ajili yetu, hata fadhali, hata nikakuomba sababu hata neri tungeumbwa tu wanaume pekee yetu kuliko mumbwe nyi waziana wenye mtakuja kutesa, ni wajinga sana, nambaki hivyo.